Bwana Yesu asifiwe sana. Pia Biblia inasema kuwa mashindano katika ulimwengu wa roho, tunashindana na wakuu wa giza, mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa kwa hiyo lazima ujifunze Waefeso ile sita mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na tatu, kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali katika uh, wafalme katika mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kama uombi wewe hautafanikiwa sana. Shetani anafanya kazi kwa kisha aubati. Kwa kisha ufanikiwe. Sasa unafanya biashara ufanikiwe. Jamani naomba nisikilize. Naomba niangalie wapendwa. Wangapi hapo? Wanaenda kwa waganga wapi? Wewe kunyosha. Sina. Bwana asifiwe sana. Lakini jamani naomba niulize swali. Kwa wenzetu kwa mtaani biashara isipoenda vizuri na faida.

kazi ya shara ingia kwa maombi, omba kama ni watoto hawaelewi, ingia kwa maombi, omba. Sasa wewe kama uombe haitatokea mpai has naona wivu na nao wana mnafanya hivi nanaana wivu, kwa sababu haujasimama kwenye maombi. Lazima kabisa tusimame, lazima usimame, usimama katika umwemu walo patua katika Umekaa unategemea nini sasa? Unategemea nini? kitu gani? yani maombi yako yani ni nasema, sababu maombi yetu ni kama inayokwepo kwenye kwenye chetezo kinacha hivi. Maombi yako yanajaza glasi kweli au ya kwenye? Hebu angalia maombi yako, angalia maisha yako maombi, hebu angalia, hebu angalia maisha yako maombi, kweli hivyo utafika kweli? Jamaa, kama nikuulize, kuna gari lolote Meshakuisha, yani hawezi kuomba hata dakika kumi, hawezi nusu saa, hawezi kuomba. Hiyo maisha yako ya kiroho, ukitaka hamna hiyo full glory, ndiyo kuomba. Hata watoto mnatakiwa muombe, haleluya ka hiyo vitu vinaanzia katika mwengu wa roho. Amen. Jina mwabarikiwe sana lakini maombi sio hisia. Naomba nasema, inamaanisha nini? Hisia zinaweza zikawepo, unaweza kaomba ukalia, kwa jamani unaomba, unasikia hata kububujika hata kububujika, wakati ingio unanena nisikie. Kuna wakati unaomba hakuna hisia maa vizuri, yaani ha, hausikii Haijalishi mambo unasikia hisia, unasikia kulia a a, wewe unatakiwa uombe, yaani usi, usi, usipeleke sana hisia bila hivyo, utajikuta unaona, sijisikii kuomba. Hakuna kitu cha kujisikia kuomba. Unaomba wakati unajisikia, unaomba wakati hujisikii. Mapepo yanacho kusema jamani, kuna wakati jamani, wengine wengine, sijui mimi mwenyewe, kuna wakati, wakati watu watakuvunjika, jamani Sikia, kuna wakati mimi, kuna wakati nimekuja mara nyingi, hadi sikutazani ukuja, nimefunga kabisa. Wapendwa, unatafuta hata maombi ya kuomba hayapo, yani hayapo, yani hayaji tu, yani yamekataa. <laughs> wale wakati wameshakataa na maombi yao yana kataa, yana ngoma. Kuna wakati maombi yana ngoma, jamani, sio maombi tu, hata chakula. Kuna wakati chakula kinagoma ngoma, umepika chakula labda hujaweka mambo vizuri

Leo nimekataa, lakini wapendwa, nilikimaliza <laughs> nilikimaliza kwa sababu swala pale sio lazima, swala ni jara, sasa inaingia <laughs> na wakati mwingine unaweza ukala na usishime maflo, ukaongeza na maji, si ndio? Jamani, kwani maji yanalaza. Na wakati mwingine, ama niseme, kwa sababu kuna wakati mwingine maombi yanakataa, ya hamna kabisa kata ha? lazima ulazimisha. Anasema kwamba unafanya la, maombi kwamba unaomba kwamba, sababu ni sehemu ya maisha yako, kwa hiyo lazima uombe. Unajisikia kuna laza, hakuna laza, unaomba. Lakini wengi wanashindwa kwa sababu wana labda alivu, labda labda anendi kwa lugha. Wapendo, kuna wakati unakuja <laughs> na lugha ai wasaidia kidogo leo. Mnajua hizo nasema ni karamu zile tisa, unajua, sio ya kudumu aj, wangapi wanajua? Anasema Roho anampatia kila mtu ufunuo kaya, anamfanya nini anavyompenda mwingine eneo la maarifa, mwingine karama. Naomba sikia vikosi, tazungumza hizo karama. Kwa hiyo maana, wakati fulani, naomba sikia vizuri, uko nyuma. Karama ya unabii ileta shida kanisani. Kwa nini? Kwa sababu kama mtu tayari ana karama ya unabii, sababu Roho anasema alampa ufunuo kadri anavyotaka, alo alampa ufunuo mtu kadri anavyotaka. Kwa hiyo unaweza mkao kwenye huduma sikio, Roho akashuka kwa maana kwa sababu yuko vizuri akatoa unabii. Sasa shida, Mama Neema anajua sasa tayari mimi na karama ya nini? Ya unabii. Kwa hiyo Jumapili anaenda akashuka, a, a, akashuka yeah. Ufunue ufunuo atoa, akatoa unabii, kwa hiyo sio lazima kwamba itakuwa kila siku iko kwa yule mtu nona asa no, wakati ii nona kabisa live, kwa wakati ule unabii unashuka, unabii unashuka kanisani, kulikwepo huyo mama. Hasa wewe jamaa za wewe unataka kutoa nabii, yani yeye anataka tu nabii, analazimisha atoe nabii. Uliwaambia kwa na pili usiweze, akasema jamani, aliniingia sufuria zangu arudishe, asema Bwana wa majeshi, Bwana <laughs> sasa asema Bwana aliniingia sufuria zangu, hey, Sasa ukishasema sasa Bwana majeshi tayari watu wajua ni Bwana. Ah ah. Wewe tu kama umekuwa siri zako zitafute. Wanaweza <laughs> wasema sasa. Sasa leo tunachosema nini? Kwamba kumbe sio kila wakati unaweza ukajikuta uko katika kushandarize. Sasa haina maana Roho hayupo. Sasa unajua kuna karama ya kunena kwa lugha. Na hiyo kuna lugha ya maombi. Na ndio maana unaomsikia vizuri. Naomba msikilize. Pia kama una wewe una, hii karama nitaweza kuzungumza wakati mwingine lugha ya maombi, sio kama itabaki ile kila siku kara kara, hamna, inabadilika na hiyo. Wakati mwingine tumezoea, Mungu asifiwe sana, wengine wanasema raba raba raba, mtoni, si raba raba. Mi nikujaa sani nikuambia, nilikuwa Marekani kule Tukaombe, tukaombe kwenye, kama sikuwa na muda wa maombi, tukaenda sasa kwa mtu mkaombe, lakini inihufanya kufanya ni sasa ni ni Marekani, baba baba nyumbani aa